Dada Sesi, karibu sana. Nashukuru madam. na hongera sana kwa kupata nafasi ya kwenda kufanya kazi dry cleaner. asante sana madam. mm -hmm. Uh, kinyang'anyiro kilikuwaje? maana nasikia kidogo hapa kulikuwa kwa napata shika kwa kinyang'anyiro. Kinyang'anyiro kilikuwa kikali sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hiyo nafasi. alikuwa amekuandikia wewe, yaani haikuwa rahisi. Ndio. tupe uzoefu wako um, katika harakati yeah. za maisha una uzoefu gani? Kwa kweli harakati za maisha zilikuwa ngumu na ni ngumu kweli kweli, ila mm -hmm. Namshukuru Mungu kwa sababu nimeweza kupitia sehemu mbalimbali mm -hmm. zikiwemo kwenye viwanda mm -hmm. kwenye taasisi za mikopo mm -hmm. taasisi binafsi mm -hmm. na sasa nimefika hapa kwako mm -hmm. na namshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa. Ulitujuaje? Um, niliona Instagram, nilifuatilia Facebook pia mpo. mm -hmm. kwa hiyo ndo nika Yeah, sisi tunatumia mitandao yote, Instagram, TikTok, Facebook una, uh, YouTube. Ndiyo, yeah. YouTube, Instagram, yeah. Na Facebook. Okay. Unatumia mitandao vizuri. Yeah, so karibu. Ulikuja kwa kazi general au ulikuja specific kwa ajili ya hii ambayo umeipata? Um, na sisi tunatangaza fursa nyingi. Nilikuja kwa general. Kwa general, kwa hiyo ikawa bahati ukapata hii ya bahati kwamba nimepata hii. Ya ya ya wapi? Dry cleaner. Ndiyo, ndiyo. Okay, sawa kabisa. Uh, we well, background yako una uzoefu gani au una elimu gani? Madam, elimu yangu ni darasa la saba. mm -hmm, na uzoefu ni kazi tofauti tofauti. Na ndio maana, kilichokubeba kwa bosi wako ni nini? ni elimu yako ya vyeti au ni uzoefu wako wa kazi ulizofanya maeneo mbalimbali? ni uzoefu, mm. Uzoefu, okay, ambao huo uzoefu umekupatia maarifa. Unajua, sisi tunafikiri elimu ni kupata cheti, ni kusoma kwenda form 4 form 6, chuo upate cheti, lakini tuna watu wengi wanakuja hapa na vyeti vyao ukiwasimamisha mtu aliyetoka shule au chuo na cheti na mtu aliyeishia darasa la saba lakini amekuwa throughout anafanya kazi, yule ambaye ana darasa la saba lakini amekuwa na experience kubwa hata mimi wewe ndio nitamchagua afanye kazi zangu mm. Kwa sababu ya uzoefu wake. Kwa hiyo pia moja ya awareness tunazofanya, watu wasirelay, watu wasitegemee zaidi vieti. Kwa sababu kuna watu wengi tunawapa kazi kupitia vieti vyao lakini wanatuangusha. Lazima cheti kiendane na uwezo, kiendane na experience. Na wakati mwingine experience yako ikubebe zaidi kuliko cheti. Nimekuuliza hilo swali makusudi kwa sababu najua kwamba bosi wako alichokipenda sio cheti chako, kwa sababu wako ambao wamekuwa disappointed na watu wenye vyeti vizuri CV nzuri, lakini unapokuja kwenye utendaji ni kwa sifuri zira, hakuna kitu. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kwa wale ambao bado wanaamini kwamba watapata kazi kupitia vyeti vyao. Hapana, utapata kazi nzuri kutoka kwenye uwezo wako, na uwezo unakuja na experience. Uwezo kujenga uwezo kama hujafanya kazi kwa muda zikakupa uzoefu. So wewe umewahi kufanya kazi gani na kazi gani? Twende ndani kidogo. um... Kwa kweli niliwahi kufanya kazi za biashara ya mamalishe. Mamalishe, ushafanya kwa muda gani? nilifanya kama miaka mitatu. miaka mitatu, tena kwa wakati mgumu sana, kwa hiyo nikafanya. mm. Mamalishe. mm -hmm. um, mwanzo kabisa niliwahi kufanya kazi za ndani after. okay. Hapo nikaja nikawa nime, nime nilifanya mama mama lishe. mhm mm, niliuza mboga mboga vile vile. mhm mm am um, nikaja nikaingia kwenye taasisi za mikopo, nikawa na ukakopa uka u nakopesha. Yani kama ulikuwa mfanya kazi yee ye, walini walini taasisi yako ku, ya kuwa na na ufanya kazi zao? Ndio nafanya mm -hmm. kazi zao mhm mm Eh, ulikuwa unafanya kazi kwa gani hasa kwenye taasisi ya mkopo? nafuatilia mikopo nafuatilia mikopo, waliokopa wale waliokopa walipe kwa mm-hmm. muda gani ulifanya kazi? nilifanya miaka miwili. Okay, na ulifanyia wapi um Yukofanya, mkoa gani? Dar kila, kila kitu nimefanyia hapa hapa Dar es Salaam. Okay. Baada ya kuja kwa mara ya kwanza kufanya kazi za ndani ndio mm -hmm. Imeibua haya mengine yote ndani, a, ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kidogo tunaendana na historia zetu kwamba tulikuja kwenye kazi za ndani tulipofika tumefika tumefika. Hujawahi e, tuli, kurudi kwenu. Kwenu ni wapi? kwetu ni Arusha. Mm, kienda yeah. Arusha kusalimia. Naenda kusalimia. Unapeleka na zawadi. Lakini sio unarudi nyumbani, eti maisha yamekushinda mjini. Na sijawe kurudi nyumbani. Na haiwezekani. Yaani kwa mtu ambaye sikuoni, sikuoni ukirudi nyuma kama mimi na ambavyo sijioni nikirudi nyumbani. Na hivi nilipofika hapa haitotokea nirudi nyuma tena. Safi kabisa. Na mimi nitajifunza mambo mengi, hmm. Na nitaendelea kupata experiences zaidi. Sawa kabisa. Umejipangaje sasa unakwenda kwenye duka la biashara ya tunaita uh, nini Dry cleaner. Dry cleaner umejipangaje kwenda kutoa huduma nzuri, bosi wako aweze kukubali, aweze kuona tija? Kwanza kabisa niseme bosi wangu ameshanikubali na ni mm -hmm. Um, namna ambavyo nitaenda kujitahidi kupambana kufanya kazi mm -hmm. umuonyesha uzoefu wangu mm -hmm. na kufanya kazi ili apate na mimi nipate, mm -hmm. ndio. Okay. uh. Uh, ishu za uaminifu zikoje? Tu tuziongelee kidogo, maana hiyo ndio inakuwa changamoto kwa watu ambao wanaaminiwa kwenye biashara, lakini kidogo kunakuwa na upotevu wa hela, biashara za watu zinakuwa zina nyumba. Hilo umejipangaje nalo? Kuhusu uaminifu, huwa siwezi hmm, kulizungumzia kipekee, kwa sababu anayekupa kazi ndo anaona uaminifu wako, hmm. Ila toka nimefunzwa na mzazi wangu, baba yangu aliniambia, hmm, usiwahi kula cha mtu, hmm. Usi- usiibe cha mtu mm-hmm. Kwa sababu unapoteza ule uaminifu mm. Kiasi kwamba uh, Dada jui anaweza akanipenda akaniweka hapa kwake mm. Nikaiba tu kitu kidogo mm. Kwa hiyo kuna uwezekano ilikuwa kupata mambo makubwa mm -hmm. au vitu vikubwa kutoka kwa yule bosi. Mm -hmm. Nikakosa kwa sababu tu ya kitu kidogo nimeiba elfu tano au elfu kumi au nimeshindwa kuwa mwaminifu kwenye jambo tu dogo. Kabisa. Ne, kwa hiyo nimejifunza uaminifu. Nimejifunza kufanya kitu kama cha kwangu. Nimejifunza mm -hmm. kwamba nipate kile cha kwangu na sio cha kuiba, kwa sababu cha kuiba hakinifikishi mahali. Mimi na watoto mm -hmm. leo nikikosea kwa bosi wangu, sidhani kama kumkopa kum, wa kwa watoto nalea watoto mm. nalea watoto wawili peke yangu bila baba mm -hmm. nalea wazazi mm -hmm. kwa hiyo nikifanya kitu kidogo cha kukosa uaminifu mm. na nalipo hela nyingi mm -hmm. nitawakosea nita, nita, nita watoto yeah. ndio kwa hiyo umejipanga kuhakikisha kwamba unafanya kazi zako kwa uaminifu. Uaminifu si zaidi na bosi wako ataona tija ya kukutana na sisi. Haswa, na hatajutia, hatajutia na nasikia hame, kwa maneno nasikia amekukubali kwa maneno. Sasa vitendo ndio wewe unatakiwa ukaonyeshe. ya na si wa tunapenda kuambia wadada hapa, tutaongea vizuri, tutajinadi vizuri, maneno mengi, lakini hii ni asilimia kama kumi, ishirini. asilimia themanini ni pale unapofika eneo la tukio mkweli. pale ndio bosi wako anaenda anaanza kukuangalia huyu sisi kweli, yale maneno alikuwa anaongea ndio e, ya ukweli, au alikuwa anaongea kunipamba, alikuwa anaongea ilimradi nimpe chansi? Kwa hiyo huwa tunakosea sana na sisi tuna uzoefu wa muda mrefu sana wa kuajiri vijana kwenye kazi za ndani, kwenye kazi nyingine kama hizi. Vijana wengi ni wazuri kwenye kuongea, lakini unapokuja kwenye utendaji wengi wana, wanaanguka sana eneo hilo. Kwa hiyo labda tu kwako nikupe hilo kama angalizo kwamba unapokwenda ujue hizi interview zote ulizofanya hapa hizo zilikuwa ni rasharasha rasha. Ile yale ilikuwa ni kama wingu mvua, mm -hmm. Tsunami ndio inatakiwa ikatokee kazini kwako ha. Unapokwenda nenda ka focus na kile bosi wako ambacho anakitafuta, kaa utuliza akili, ujue anataka nini katika watu wote ambao labda amewaona. Kwa nini akaja Wadada Center akasema nataka mfanyakazi kutoka hapa, na sisi tunasimamia vitu gani? Vitu vingi tumeviongea kwenye training zetu tunavisema kwamba vitu vinavyokosekana nje. Napenda kutumia neno kwanza la ufalme wa Mungu kama mfumo, maana watu ukitaja ufalme wa Mungu, mtu anajua anawaza labda ni sehemu ambayo ni mbinguni. Hapana, ni hapa, ni sasa hivi, ni mfumo, ni utaratibu. Unapokwenda kuwa mwaminifu, unamtangaza Mungu, hizo ni sifa za kimungu. Unapokwenda kuhakikisha kazi za watu zinaenda vizuri, kama ambavyo we ungependa kufanyiwa, ukienda pale, angalia ile biashara kama ya kwako uko ndiko ufalme wa, ndiko kumwakilisha Mungu, na ndio sifa za kimungu. Maana ndio alisema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo ukifanya hivyo, mtu yeyote, hata asiye na dini, hata asiye mjua wa Mungu, na kuhakikishia, atajenga upendo na wewe na atakuweka karibu. Amen. Kwa hiyo ukienda kufanya hivyo, mimi na uhakika wala bosi wako hata turudia kutulalamikia zaidi, sana atatushukuru na atatuletea marafiki zake mm. ili waje wapate vijana wa kufanya kazi kupitia chini ya mradi wetu, amen. Kwa hiyo mimi dada Cecilia, nakutakia kila la heri ya nenda, kapambani. Asante, kama ulivyosema, una watoto, una wazazi, wana kutegemea. Naam, ukikumbuka hilo, basi utafanya shughuli zako kwa uaminifu, ili usiharibu kile ambacho umekipata. Amina. Haya, karibu sana. Naamini nitafanya kwa sababu nimekuja kutafuta pesa na nimekuja kutafuta kazi mm, na nimeona hapa ndio mahali sahihi. Ina maana sitodhulumiwa sitodhoromika, mm, naamini na, na ni sehemu ambayo nashauri hata walioko nyumbani, maana kuna walioko nyumbani lakini hawajui waende wapi e, na nilichopenda ulikuja kwa general. Na ulikuja kwa kazi general ingawaje ulipata kazi ya ndani mm, lakini ulikuja ukiwa umejiandaa hivyo. Ninavyowaambiaga wa watu wadada wote, yani we ni mtu sahihi kwa shauri, kwa sababu ulipokuja hapa ukuwa umechagua nataka ile kazi ya laundromat, wewe okay. Umekuja tu jamani, naenda wadada center, yoyote nitakayokumbana nayo ndio hiyo hiyo. Sasa, kwa hiyo ushauri wako ndio uende hivyo, nimetaka tu kuweka msisitizo mtu asije akasema, na mimi nataka supermarket na mimi nataka ya, ya ya ya nini E, kwa Kiswahili nashindwa laundromat, kwenye kazi unayoenda ni ya nini? Ya jamani, dobi? Ya dobi, imekaa Kiswahili sana, hebu lile <laughs> jina lingine dry dry cleaner. Si kwa nini inalipotea hilo jina kwa yeah. mm hiyo -hmm. Yani, mtu asije ya akaja, kwa sababu na yeye anataka kazi ya dry cleaner kama sisi aliyopata wewe. Njoo na kazi yoyote alipokuandikia Mungu, mradi umetoa mguu wako nyumbani, utakutana na inayo, i, i, ambayo ni saizi yako ulioandikiwa. Nenda kafanye kazi, mengine huko mbele ya safari Mungu atafungua milango. Cha muhimu ni wewe kuinuka kutoka. Abrahamu aliambiwa nenda, tazama mbele yako, kuia kushoto, unayo nchi unayoiona nimekupa so you have to go. Ni lazima utoke utoke nyumbani kwenu utoke eneo ambalo umelizoea utoke katika comfort zone yako. mm -hmm. Eh, you are comfortable huko nyumbani kwenu, unakula unalala bure. Lazima utoke ili Mungu afungue milango huko mbele. Ni kweli? yeah. Yani, tunachotakiwa sisi wadada, tunachotakiwa kwanza, uamue wewe unataka nini. mm -hmm. kama usipojua kwamba wewe unataka nini na wewe ni nani, unatakiwa kufanya nini huwezi kufanya. Na Mungu hawezi kufanya. Takao utasema na paka alipostiki kama dada Kiria na anajipamba vizuri lakini je, hela unayo? Anaenda kudanda. Anaenda kafanye popote ili upate kazi. Kazi kufani halali. Kazi halali. E, sio popote tu. Na popote kazi halali yenye baraka mbele za Mungu. Ya, yeah. Hizo mm. Ndio sera zetu. Na kazi zipo hapa Wadada Center zipo, za kutosha kabisa. Na wanawake na wanaume. Ya, yeah. zipo, zipo. kazi zipo mm. na wale waajiri wanaotutazama jamani kama mnavyosikia awareness siku zote, yani mabadiliko au transformation inaanza na awareness. Awareness tunazofanya ni kuwarudisha vijana kwenye mstari, ni kuhakikisha tunazalisha vijana ambao wana uaminifu, wana uadilifu, wana maadili ya Kimungu, ambao tutakuja kuwakabidhi ofisi zetu, biashara zetu, waweze kuzisimamia kwa hiyo na wewe kama ni mtu ambaye unatafuta kijana wa kazi mwaminifu, mwadilifu, hebu njoo huku ambako tunahubiri eh, mm, hizi habari kwamba ni kijana ambaye atakuwa amepatiwa hiyo awareness. Tofauti na vijana wengi sasa hivi waaminifu umekuwa hakuna. Mm -hmm. Kwa hiyo unavyozidi kumchukua mtaani na ana hiyo awareness, hakuna sehemu ambayo hata imemwekea ime mazingira ya mikataba taratibu kwamba lazima ukafanye kazi kwa uaminifu na uhakikishe huleti sa uha hasara kwa bosi wako, na ikitokea vitu kama hivyo tutakuchukulia hatua za kisheria. E, lazima tuwekane wazi. Kwa hiyo ndugu yangu ambayo una biashara una ofisi, unataka kijana mwenye hofu ya Mungu, kijana ambaye anafata principle na mifumo ya kimungu, maadili yale ambayo ni sahihi, ni chanya, njoo Wadada Center, njoo Piga Kazi, tuna miradi hiyo miwili, Piga Kazi au Wadada Center. Hii ni miradi ambayo imekuja kuleta mapinduzi, na tunasema tunamtukuza Mungu kupitia kazi za mikono yetu. Kwa hiyo kumtukuza Mungu ni pamoja na kufanya yale ambayo Mungu ametuagiza. Kwa hiyo jamani mabosi karibuni sana. Na wale ambao mnatafuta fursa, fursa ndio kama hizi. Usidharau kwa sababu ni fursa siwi ni ndogo, hapana. Hakuna kitu kidogo mbele za Mungu. Anasema ufalme wa Mungu unafanana na mbegu ndogo kabisa. Kwa hiyo nafasi ndogo unayoipata ya kuanzia maisha, hiyo hiyo ndio Mungu ataizidisha. Hiyo hiyo ndio itakayokupeleka mbali. Mimi mwenyewe nimeanzia kwenye kazi za ndani na leo nimefika hapa. Sijui nimefikaje, lakini najua kwa sababu nilichukua hatua ya kutoka kwetu Moshi nikasema ngoja niende nikafanya kazi. Kwa hiyo na wewe hapo ulipo, toka kafanye kazi, toa wa mguu wako, nenda huko unakoenda. Mungu atakufungulia milango, atakukutanisha na watu sahihi mm. Na wewe utabadilisha maisha yako. Kwa hiyo ndio hivyo jamani, karibuni sana. Cecilia, kila laheri.